Ilikuwa ni selfie ya kawaida tu, lakini pia ya mwisho. Picha iliyopigwa ndani ya ndege ya Air India iliyoonyesha furaha iliyojaa matumaini. Dr. Komi Vaz alipiga selfie akiwa na mumewe Dr. Pratik Josh na watoto wao watatu ambao ni Miraya mwenye miaka minane pamoja na mapacha na kul cool, na Pradut wenye umri wa miaka mitano. Walikaa pamoja upande mmoja wa ndege wakitabasamu wakiwa njiani kwa matumaini ya kuanza maisha mapya jijini London. Dr. Komi alikuwa ameacha kazi yake kama daktari katika hospitali moja mjini Udaipur nchini India ili aungane na mumewe ambaye pia ni mtaalamu wa programu za kompyuta yani software engineer aliyekuwa anaishi nchini Uingereza kwa miaka sita. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye familia yao ilipata nafasi ya kuungana na kuanza maisha mapya pamoja. Ndoto yao ya muda mrefu ikatimia lakini ndege walioabiri Air India nambari AI 171 iliondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport mjini Ahmedabad saa 7 na dakika 39 mchana kwa zaa za India ikiwa njiani kuelekea London. Sekunde chache tu baada ya kupaa ndege hiyo aina ya Boing 787 Dreamliner ilipata ajali mbaya na kulipuka kwa kishindo kikubwa ilipogonga jengo. Video moja iliyothibitishwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC ilionyesha ndege hiyo ikishuka kwa kasi kutoka juu kabla ya mlipuko mkubwa. Katika ajali hiyo watu 241 wamepoteza maisha, akiwemo Dr. Komi Dr. Pratik na watoto wao watatu. Familia yote ilifutwa kwa sekunde chache tu kwenye safari ambayo ilipaswa kuwa mwanzo mpya wa maisha. Mtu pekee aliyenusurika ni Vishwash Kumar Ramesh raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 30 8 ambaye alikuwa akisafiri na kaka yake Ajay Kumar Ramesh. Vishwas Kumar Ramesh alipona kimiujiza na alionekana akitembea kutoka eneo la tukio muda mfupi tu baada ya ndege kudondoka. Ni ajali ambayo si kwamba imeitikisa India pekee, bali hata dunia nzima. Maisha haya ni mafupi na yasiyotabirika. Kila mwanadamu kwa imani yake anapaswa ya kutambua kwamba kuna nguvu kuu inayojua mwisho wa kila mmoja wetu, kwani kama isingakuwepo hiyo nguvu basi tu kuwa tuna uwezo wa kujua hatima zetu, lakini hatujui. Hii ni siri kubwa, siri ya maisha na siri ya kifo. Mwisho tuseme kuwa tushukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Sisi tuliotoka tumboni mwa mama zetu tukiwa tu uchi, nasi tutarudi vivyo hivyo. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana na lihimidiwe.